Polisi katika kaunti ya Kericho wanachunguza mkasa wa moto uliotokea katika kijiji cha Poiwek usiku wa kuamkia leo, ambapo mwanamke mmoja na binti wa miaka nane waliaga dunia. Katika kisa tofauti eneo la Ngecherok Ngeche, familia nyingine inakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto kuteketeza nyumba yao na magari mawili. Kijiji cha Poiwek, Kericho, familia hii ya Patrick Kiprotich imekumbwa na janga. Jamaa yao wa miaka arobaini na miwili na bintiye waliaga usiku wa kuamkia leo kufuatia mkasa wa moto marehemu alikuwa afisa wa elimu katika wadi ya Chemosot, Bureti. Marehemu alikuwa na watoto watatu, ndio akaweza kuteketea na mmoja wale wamepaki, pia wanahitaji msaada, so tunaomba wale tutakuwa wote pamoja, tusaidiane, familia isaidiwe. Tulifika tukajaribu kufungua mlango yake, tulimuita madam, akasema niko hapa tukajaribu kufungua mlango ikafunguka, kuingia ndani, kuna kasi ambayo ililipuka, tukatoka nje, sisi wote tukakimbia. Kwa maana hiyo kasi vile ililipuka, tukaistuka sana. Familia nyingine katika kijiji cha Ngecherok katika kaunti hiyo hiyo nayo pia inakadiria hasara ya takriban shilingi milioni tano baada ya nyumba yao na magari mawili kuteketea. Kufika nikapata moto imeshika nyumba imeshika gari ambazo nasiona hapo mbili, imechoma kila kitu, tangi ndio isi ndio ile ingine iko huko. Manguo hakuna kitu tuliokoa, watu wako shule, vitabu imechomeka, kila kitu imechomeka. Kulingana na wakazi, visa hivi vimeongezeka katika eneo la Kericho na kuibua maswali. Imekuwa tukio ambayo imeripotiwa mara mingi. Nafikiri kufikia sasa, visa vingi vimeweza kuonekana vya moto. So, tunaomba serikali pia iangalie hapo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ya Kericho, uchunguzi wa kina utafanywa na makachero wa kitengo cha upelelezi wa jinai kubaini chanzo cha moto huo. Kitu ningependa tu kuwasihi wananchi ni kwamba wawe waangalifu hizi vyombo vya stima, ningependa pia wahakikishe kwamba ziko salama. Merian Nyambura, Runinga ya Citizen.